Simba pale katika uwanja wa Mkapa wakati ambapo wamechezea kichapo. Eh, punde si punde hapo jana klabu ya Simba imeweza kumpa thank you meneja, ambaye Mandala alikuwa hamtaki, anamtaka kocha. Mandala mambo vipi? Naambie Salome. Uko vizuri. Okay, ah, mwanangu Salome Mtadange TV mm. Sanga. Ngwale. Nani mwanangu Sport Sport Sport Sport Sport Point? Sport nini? Sport Point. Ah, Sport Point. Nini? Ah, Ah, Hapo kuna Paci TV. Ah, wajomba. Waze washoo wanangu hao mm. Watu kuna watu wanauliza hawa, oh, ah, nyinyi kina Kisugu kina Mandara tukio kidogo kwenye matv imeonekana kwenye vinini. oh, jamani acheni chuki, tunatafutwa sisi, tunasimama kwenye magupu huko. <laughs> oh, nyinyi kidogo tu wen nyinyi yeah. Kidogo sisi kazi yetu kufikisha ujumbe Hatimai. Ujumbe um. tukiufikisha, viongozi wanaofanyia kazi. Tulisema au mi nilisema kwamba hatutaki meneja, tunataka kocha. Unajua swala ya kuachwa meneja mm. Kwa upande wangu mimi binafsi umelipokea ni jambo sahihi mm. wale, ku, yani klabu kufikia makubaliano kwa chana na meneja ni jambo sahihi mm. lakini haliwezi kuwa sahihi mpaka viongozi pia wakajitathmini. Haliwezi kuwa sahihi mpaka viongozi watakuwa wajitathmini wao kwanza mm. kwa sababu yule meneja mm -hmm. hakuletwa na mashabiki maana kuachwa mm. mm. si mbovu si ndo maana yake. Maana kuacha tafsiri sahihi, mechi tunazofungwa si yeye meneja, si ndio? Yule meneja tujamleta sisi, wamemleta nani? Viongozi mm. kwa hiyo kama viongozi ndio mmemleta meneja na kweli mmekubali maoni yetu sisi, hatumtaki meneja, tunamtaka kocha mm. ni muda sahihi wa kujitathmini. Je, nyinyi mnatosha viongozi? Ni muda sahihi wa viongozi kujitathmini, je, na nyinyi mnatosha? Kwa sababu nyinyi ndio mmetuletea kwa sababu narudia, klabu klabu ya Simba ni klabu namba tano barani wapi? Afrika. Simba ni klabu tajiri kutoka barani Afrika, ina thamani ya bilioni ishirini na tisa. Juzi zimetangazwa ukijumlisha wadhamini, kuna mdhamini, kadhamini bilioni thelathini na nane ukijumlisha wadhamini wengine bilioni ishirini na kuendelea. Yani Simba na kipato kikubwa Salome, kama Simba na kipato kikubwa na klabu namba tano kwa ubora barani Afrika. Simba siyo timu ya kuokota kokota makocha. Ina maana kwamba viongozi walifeli kumleta meneja Pantev. Tafsiri sahihi jana, amemwacha mlimwimba sana. Tafsiri sahihi jana, amemwacha. Narudia, Simba siyo timu ya kucheza kamari kwa kocha, siyo timu ya kubeti kwa kocha. Simba tunatakiwa tulete kocha, siyo tubeti. Simba siyo timu ya kuleta kocha sio kwa na vyeti. Simba siyo timu ya kuleta kocha msaidizi Simba natakuwa ilete kocha wa mtu wa timu huyu. Fadlu tunamsifia sisi, tumemleta kwa kubeti, alikuwa kocha msaidizi. Tunampongeza kwa sababu kafanya vizuri na timu imefanya vizuri, ila Fadlu angefanya vibaya, viongozi hawapaswi kukwepa lawama kwa sababu Simba siyo timu ya kuleta makocha kokota kokota, makocha msaidizi wala makocha sokoanavyete. Simba ni klabu kubwa barani Afrika, timu namba tano. Simba natakuwa tukasajili kocha Mandala, unaamini kwamba meneja Pantevu ndio alikuwa shida kwenye kikosi cha Simba? Meneja Pantevu ukimtoa Simba, angalia rekodi yake. Alipotoka meneja Pantevu katoka timu gani? Mmemchukua Gaboroni. Gaboroni ipo makundi haipo mm? Katolewa na nani? na Simba, yaani timu tulioitoa sisi ndo tunaenda kumchukua kocha yake. Simba natakuwa tukamchukue kocha, timu imetufunga sisi fainali, kocha yake sisi tumpambane, ndo tumchukue si ndiyo? uh -huh. timu inayotusumbua sisi ndo tukamchukua kocha yake? Labda Neshinal, tukamchukua kocha wa Neshinal, Mamelodi tukamchukua kocha Mamelodi, uh -huh. ndiyo Simba tak tufikie levo hiyo. Kwa levo ya klabu yetu Simba, ni kitu cha ajabu kwenda kumchukua kocha wa, ya klabu levo ya Mtibwa au Kagera Shuga. Ni uongo hii, yote ni kubana bajeti, umeelewa vizuri? uh -huh. Kama kweli kocha Pantevo hafai, viongozi wajitathmini wao ndo wanatuletia makocha dizaini hii ambayo sio levu ya Simba. Sisi tunapiga makelele kila siku, klabu yetu ni klabu bora barani Afrika. Simba levu yake kuchukua makocha bora, makocha wenye uwezo ndani ya klabu yetu, kwa sababu sisi tageti yetu kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika au kwenda kucheza fainali. Hauwezi kwenda kucheza fainali ukiwa na pentivu kwenye benchi, uongo. Hauwezi kucheza fainali ukiwa na kocha dizaini ile. Viongozi wa Simba lawama ni ya kwa wao. Wanatakiwa wakubali klabu ina hela salome. Narudia mm, klabu ya Simba ina hela. Kwa hiyo e, mlimwimba sana. Tuanzie hapo. Kuna muda mashabiki sisi wenyewe, hata waandishi wa habari hatuwaelewi meneja Pantev alivyoletwa kwenye kikosi. We Mandala ndo mmoja ya watu ambao walikuwa nasifia mpira matatu, lakini sasa hivi umegeuka kabisa. Mimi mimisoma anageuka, niwaeleweshe kitu mm. Usimshangae, nisikilize vizuri kuna muda itabidi ukubali, yani kuna muda itabidi unge mkono walichokifanyia maamuzi, walichokifanyia maamuzi nani, walichokifanyia walicho maamuzi, viongozi watakuwa fanya nini? Ukiunge mkono sisi klabu yetu Simba, sisi klabu yetu Simba, maamuzi waliofanya kumleta Pantev. Hauwezi kumwekea no doubt kipindi anamleta, japo lumas zilianza mapema kusikia kwamba kocha ana vyeti, si ndio? Mm. sisi kazi yetu mashabiki au sisi hapo ambao mnatuita my fans ambao tunapata fursa ya kuojiwa. Mm. kazi kubwa ya sisi hapa ni kusifia kwenye zuri, mm, na kukosoa kwenye baya na kuibeba klabu. kazi zetu ngapi nimekutajia kusifia kwenye zuri, mm, kukosoa kwenye baya na kuibeba klabu vitu vitatu ndo kazi zetu sisi. Leo hii nisikize kwa makini Salome. Leo hii Simba ikifanya vibaya alafu ukisifia wewe sio shabiki, unakuwa chawa. Leo hii Simba ikifanya vizuri alafu ukikosoa, wewe sio shabiki, unakuwa mchome. Unanielewa vizuri? Umenielewa? Kazi zetu sisi yasi, tuna kazi mbili kuu, timu inapofanya vibaya kwa uzembe unatoka uongee kwa sababu sisi tunafikisha ujumbe. Timu inapofanya vizuri, atakuwa usifie, halafu nakuja unaibeba timu shida. Uh, sikiliza uh -huh. Kwa nini tulikubaliana na kocha huyu kuja? Kwa sababu tuliibeba timu, lakini oma si za huyu kocha CV zake zinatusia sisi mashaka. Umeelewa vizuri? Lakini kwa sababu klabu imeamua Ngoja tuone ukocha atatupa kitu gani, lakini levo ya Simba sio kuchukua makocha dizaini ya kocha sokwa na vyeti au kocha msaidizi. Simba na levo kubwa, na huu ni ushauri uongozi wa Simba. Kama kama kumpata kocha ni shida, atulize kichwa, wamwachie timu kwanza huyo Matoa, tumuone watulize akili zao. Kama kumpata kocha ni shida, yaani si nataka tuetee makocha kokota okota. Kama kumpata kocha shida, wamwache kwanza wa Matola atulize vichwa wamtafute kocha. Kwa nini msimpe Matola timu kwa sababu ana vyeti ambavyo vinajitosheleza kusimama pale kama kocha mkuu? Imani. Imani. Lakini ukiniambia msimu tasmini, ukiniambia ni fanya tasmini ya klabu. Katika mechi zote tulizocheza, Matola akasimama kwenye benchi mechi mbili. Mm. Na ndio mechi pekee tumecheza mpira mkubwa kuliko mechi zote. Kama unafanya tasmini lakini. Mm. Msimu mechi sita tulizocheza si mechi za, za ushindani. Mm mechi mbili za ligi kuu ambazo Matola akasimama kwenye benchi, nisikilize. mm. Kipindi Matola yupo kwenye benchi, ndiyo mechi pekee Simba imecheza mpira mpira mzuri na tumeshinda magoli mengi. Umenelewa vizuri? mm. Inawezekana, inawezekana tena narudia. Inawezekana kuna mtu ana kitu, lakini tunashindwa kumwamini. Unamaanisha kwamba Suleiman Matola aaminiwe, kama tumekubali kukaa na kocha na kufungwa mechi mbili mfululizo. mm. Emtu tumwangalie, Matola ana nini Matola amekuwepo benchi takribani miaka kumi, ndio makocha wapya wanakuja, wanaondoka, Matola yuko pale. Ni muda sasa, inabidi Simba umuamini Matola. Kwa nini miaka kumi yote? Huwa ni maswali pia ya baadhi ya mashabiki, kwa nini miaka yote Matola yuko pale, ana kazi gani hasa? Makocha wanakuja na wasaidizi wao, lakini Matola bado yuko pale. Kwa nini msimuamini na kumpa timu mazima? Huwezi jua viongozi wanawaza nini, huwezi jua Matola ana nini au ana kitu gani? Ndio maana mimi sishaishi hata siku moja kuwaingilia viongozi, Matola ondoke, Matola ondoke, kwa sababu huyu Matola, kipindi Simba inafanya vizuri, alikuwepo kwenye benchi. Kipindi Simba inachukua bingwa misimu minne mfululizo, Matola yupo kwenye benchi. Simba inaingia club bingwa, Matola yupo kwenye benchi. Simba inaharibu, yupo kwenye benchi. Lakini kipindi yupo kwenye benchi zote, hana kauli ya mwisho. Yeye anakuwa kama nani? Msaidizi. Lakini mimi nafananisha matukio Matola, kipindi anakaa kama kocha mkuu kwenye benchi, mechi alizosimama kocha mkuu anakuaje? Kama Matola ana faida kwenye benchi, kama Matola mnashindwa kumtoa kwenye benchi, basi tutoe mzizi za fitina mm. Matola abadilishiwa kitengo hiki, cheo cha meneja Pantev alichopewa, ndio apewe meneja, apewe meneja wa benchi. Matola kocha mkuu akijaje na kocha msaidizi, kila yeye abaki kama meneja, si hatuwezi kumtoa kwenye benchi, kila siku yupo eh. Yeye yeah, ndo awe meneja wa benchi kocha mkuu akijaje na kocha msaidizi? Inawezekana, narudia, inawezekana kocha anapokuja bila nyisi bila kocha msaidizi anaakomoa wenu Matola. Ngoja sasa niwaonyeshe, niwafelishe, ni mweza Matola, kumbe kocha anamkomesha Matola. Umenela vizuri okay. pia inawezekana Matola anamkomesha kocha, ili kwa kalevo matola tu mm. mbadilishe kitengo hiki cheo cha Pantev Apewe Matola meneja ya timu. Alafu, kocha mkuu akija aje na nani? Na kocha wake msaidizi kunusuru klabu yetu. Tuinusuru, si Matola atoki kwenye benchi. Na kuna sababu ya msingi. Watu wengine wanaulizwa, wanahoji. Hiyo ndio solution kubwa, Bwana Matola hao ya seven point meneja. Awe meneja ya timu meneja, la benchi la ufundi. Au sio? Haya, kocha mkuu njoo na benchi lako. Njoo na kocha wako msaidizi, njooni hapa. Fanyeni kazi, timu yetu ni hapa. Huo ni ushauri mzuri. Tunapotibu benchi la ufundi mm, si ya solution Simba kufanya vizuri bado. Mandala, nisikiliza Salome. Mm, tunapoamua kumfukuza Pantev mm, si solution ya Simba kufanya vizuri bado. Simba ina tatizo, ina shida maeneo gani? Hapo ndo swali langu linakuja. Mna mambo mengi, toka amejitokeza hivi juzi. E, shida kwenye uongozi, mara viongozi wao wanafurahi mkifungwa e, mambo ya mkutano ukaharibika Eh, mara kocha akafukuzwa mmepigika huko ugenini, shida ya Simba hasa ni nini? Mm. Mm. Mm. CEO, shida ni nini? Narudia, tumekubaliana wote, tumekubaliana kwamba Pantev sio kocha, ondoke. Na uongozi muunga mkono, ondoke, siyo shida peke yake. Ni kweli Pantev ni shida, lakini siyo yeye peke yake, bado kuna shida ndani ya Simba. Uongozi bado una resistance, upinzani, unata kitaalamu hiyo. Sasa umekimbia magari ya njano yaani Salome amekimbia magari ya njano. Ndani ya Simba kuna resistance, leader of resistance, kitaalamu huyo baba, hiyo elimu inatumika, yaani uongozi wa Simba una upinzani wenyewe, hey, kwa wenyewe. Salome, hapa uogopi kukamatwa, watakuwa tuongee Salome, nisikilize, hatuogopi kukamatwa, watakuwa tuongee kwa sababu tayari kiongozi wa Simba mkuu kaongea. Hmm, tena hajajificha kaongea hadharani kwenye media kubwa, Klauni tumemsikia Magoli kaongea. Magoli nani? Salome nijibu, magori ni nani? Mwenyekiti mwenye upande wa bodi, kiongozi mkubwa wa Simba. Kama kiongozi anakuja anathibitisha kwamba ndani ya Simba kwamba kuna, kwamba kuna viongozi wana, Simba ikifungwa anafurahi, unatarajia Simba kufanya vizuri? Wewe Salome nakuuliza, kama kiongozi anathibitisha kwa mdomo wake ndani ya Simba kuna viongozi baadhi timu ikifanya vibaya anafurahi yeah, je, unahisi timu inaweza kufanya vizuri kwamba timu ikifungwa kuna viongozi wanafurahi. Yeah, je, hao viongozi hawawezi kwa setu wachezaji si viongozi mm. Wanashindwa jasusi. Jasusi katoka wapi? siri zenu, nani anasema jasusi? Si mwambia Alikamwe ha, Salame na kutuma mfate Alikamwe ha, ha. Mwambieni hivi jasusi wao tumemuungia tume tumeweka CIA si oh. tumemteka yaani jasusi ya waalikamwe ya, tumemteka, tumeweka CIA, halafu tumemwambia kuanzia leo habari unazompa alikamwe mpe matango pori. alikamwe sav anapata matangopoli, matango poli. Jasusi gani? hamna kitu shuli wewe, mwambia alikamwe jasusi wake tumemwekea CIA ndani ya Simba. Sisi hapa kabineti hiyo haikuhusu tuachie, sisi hapa ani, sisi tushamjua tushamwekea kabineti na tumefanya wao wasimjua kama tumemjua. Kwa hiyo habari zapata ni kama sasa hivi zote matangopoli. Sisi hapa wazoa CIA tumetengeneza, kuna kitu kinaitwa compound. Wewe unajua hayo mambo ah? Wewe huo uzungu, mnakimbia magari magari ya jalo, mnakimbia kimbia mdogo wangu, narudia. Ae, ndani ya Simba klabu yetu sisi Simba Sports, hili mzizi wa fitina uishe, wanatakiwa viongozi wakubali kwamba wao wako sawa waelewane wao kwanza. Wakishaelewana wao, Simba atanyooka. Wakisha kuwa na mshikamano wao, Simba atafanya vizuri. Sisi tuna mechi ya ligi kuu kesho, tunacheza na hii na hapa na hapa. Salamu mashabiki wenzangu wa Simba, sisi ni mashabiki wa Simba sio mashabiki wa mtu. Mimi sio shabiki wa Mangungu, mimi sio shabiki wa Tegeni, mimi sio shabiki wa Mo, mimi ni shabiki wa nani? Wa Simba. Wana Simba, tuangalie klabu yetu, huu sio muda wa kuhamasishana tena mashabiki wa Simba tunaipenda klabu yetu. Naamini kila shabiki wa Simba anajua wajibu wake. Kesho twende tukaujaze uwanja tuisapoti timu yetu. Hii timu ni ya kwetu sisi. Moa ataondoka, Mangungu ataondoka, Tiago ataondoka, sisi tutabaki, tuisapoti timu yetu sisi. Waa wakigombana, wasipogombana, watajua wenyewe. Sisi kazi yetu kwenda kuisapoti timu yetu, na hataki kuhamasishwa saa hivi, wenyewe tunajua wajibu wetu. Tunanunua tiketi, tunajaza uwanja, tunanunua jezi, tuna, tuna sapoti timu yetu, si kazi ndo hiyo. Na ikiwezekana, tunafika mbali, ikiwezekana, kama mgogoro umezidi zaidi kwa viongozi um, sisi, waendelee na mgogoro wao, watuwekee lipa namba, si tununue nini, watuwekee lipa namba, namba. Tuchangie timu yetu, tuwalipe wenye mishahara ya wachezaji. Hey, kama mambo yamezidi kwa magumu kwa mgogoro umezidi siu nini na nini, aya wanja system si stimu si, si, pesa kwetu si ipo, ipo ndio sasa. Kama kelele wewe jiulize Salome. Mm. Si mm. Salome pesa zipo si Salome mm. Pesa zipo timu wasi. Kwa nini kwa nini nifanya vibaya sio kafara, so kafara. Hey. Shida zipo nyingi, tukubaliane viongozi wa Simba kubaliane kuungana Wakishaungana wakubali matatizo yao waweke pembeni, tofauti zao waungane kwa, kusaji, kwa kuisaidia timu yetu kwa kuisaidia timu yetu, kwa sababu Simba naulia tena na Simba, mimi siamini kama ina wachezaji wabovu. Simba ina wachezaji wenye kwaliti. Viongozi wakubali tofauti zao, wakae chini, wayamalize kwa kuendesha klabu yetu. Tuna mechi kubwa kesho, ligi kuu tunachezwa sisi kesho, tuna mechi jumapili na Azam. Kwa hiyo tusipokuwa kwa umoja, tusipoungana kwa umoja tutakuja kupoteza hizi game. Na ndio maana naambia wana Simba wenzangu timu ni yani, ya kwetu sisi. Yaani sasa hivi tunatakiwa tuwa, tuwaonyeshe viongozi kwamba sisi tunapenda timu yetu, hatuwasikilizi na tunanua tiketi na tunajaa uwanjani na tunaondoka afa, hatuongei nao Mandala la mama zingine zinatumwa kwa wachezaji wa Simba wanaonekana kama wajitumi, imefikia hata mashabiki, mashabiki wa Simba mnawapenda namna ambavyo mashabiki uh, wachezaji wa Yanga wanavyojituma kuliko wachezaji wenu, unadhani haya yanaendelea kwenye klabu yenu? Ndio sababu hiyo, ndio maana nimesema Salome, mm, kama viongozi, muunganiko hakuna, maelewano hakuna, tegemea hivi vitu vitatokea ndani ya wachezaji, mm, kwa sababu wachezaji ni binadamu pia, wana viongozi kama kiongozi mkuu labda anacheka timu ikifungwa anafurahi timu vibambi haishindi timu kufanya za chini ya kiwango. Ndio mimi nalilia muunganiko ndani ya viongozi, wawe na maelewano kwa kuinusuru timu yetu hii timu yetu na ma, iwe, iwe, iwe salama salama. Viongozi viongozi kwanza kule juu waelewane. Unaweza ukasema Mandala, atupe taarifa, waelewane kama viongozi. Picha tunaona kwa kauli za viongozi wenyewe, sisi watu wazima tunaona kama kiongozi mkuu anasema zile kauli ndani ya uongozi hakuna maelewano. Waelewane kwanza, wakishaelewana wamalize tatizo, wamalize wa wa tatizo, tatizo. Tumalize na hili, kesho mna mchezo gani, Mandala Simba? Kesho anaenda kushinda goli mbili, mtabiri sasa, mnyama huyo huyo e. Mnyama kesho anaenda, anaanza wanjana kushinda goli mbili, mnyama mnyama, anakula nakulamulaijua mnyama. Sasa kama timu imefungwa, nisilie nicheke? we vipi, mi mchome ya hey? si ya yani timu ifungwa alafu ni furahi? si mimi kwataaniseme nana kufungwa, yami niseme Mbeya City ananifunga yani, Mbeya City eti niende uwanjani Mbeya City inanifunga. Tunaenda kumpiga kaswo Mbeya City mbili bila Kesho tunaenda kumpiga Mbeya City mbili bila afu, tunakuja kuimba mnyama nakula ham kule, mnyimbo wetu. Naiona simba hiyo inabeba kombe, sio poa hiyo. Salome, wanangu, ubaya ubaya. Wewe Salome, mi msanii, nashukuru.